Jina langu naitwa Magreth Nnko. Ni mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Great Minds iliyopo mkoa na Lindi kata ya Mingoyo kilomita 23 kutoka Lindi mjini. Shule ya Great Minds ni shule ya awali na msingi ambapo, kwa awali tunapokea wanafunzi kuanzia miaka mitatu na kuendelea, lakini pia tunapokea wanafunzi wa darasa la kwanza mpaka la saba kwa mtaala wa zamani, lakini pia mpaka darasa la sita. Shule yetu ni shule ambayo inafanya vizuri taaluma, ambapo kwa wanafunzi wa darasa la saba waliofanya mtihani walikuwa ni wanafunzi 14 na wote waliweza kufaulu vizuri kwa kupata daraja A, lakini pia wameweza kupangiwa shule nzuri za serikali, shule za vipaji maalum, lakini pia kwa matokeo ya wanafunzi wa darasa la nne waliofanya mtihani mwaka jana, matokeo yaliyotoka mwaka huu, wanafunzi waliofanya walikuwa 40 na wote walifaulu kwa kupata daraja A, jambo ambalo limeifanya shule yetu kuwa shule ya kwanza katika manispaa ya Lindi. Ndugu wazazi, napenda kuambia kwamba shule yetu tunaendelea kupokea wanafunzi wa awali lakini pia kwa darasa la kwanza na wanafunzi wengine wanaohamia kwa madarasa mengine. Kwa hivyo tunawakaribisha. Ada zetu ni nafuu sana, na tunalipa kidogo kidogo. Lakini pia shule yetu ina mandhari nzuri ya kujifunzia wanafunzi wawapo shuleni. Tuna usafiri wa uhakika wa kuwachukua wanafunzi nyumbani na kuwarudisha. Lakini pia shule yetu inao walimu waliobobea katika taaluma ya ufundishaji katika shule yetu pia tunajikita sana kuwajengea watoto vipaji ili waweze kujitegemea hapo baadaye, ambapo kwa sasa shule inafundisha somo la kompyuta kwa wanafunzi wote wawapo hapa shuleni. Lakini pia tunafundisha fundisha seremala, tunafundisha cherehani, lakini pia tunafundisha lugha ya Kichina jambo ambalo linawasaidia wanafunzi watakapomaliza darasa la saba au la sita. Hayo ni wanafunzi ambao wana uwezo lakini pia wana ujuzi ambao utaweza kuwasaidia katika maisha yao. Kwa hiyo tunawapenda sana kuwakaribisha wazazi kutokea Lindi, na mikoa mingine mbalimbali kama Mtwara, na wazazi wengine wote, karibuni sana katika shule yetu ili muweze kupata kilicho bora.